Imepiga hatua katika kukabili vifo vya akinamama wanapojifungua pamoja na watoto wachanga. Hii ni kufuatia ushirikiano na wakfu wa Mpesa kuikabidhi kaunti hiyo jengo jipya la wodi ya uzazi. Wodi hiyo ilijengwa kwa kima cha shilingi milioni sitini katika hospitali ya kaunti ya Sultan Hamud. Wodi hiyo mpya ya uzazi na vitanda hamsini ikilinganishwa na vitanda kumi na moja tu vilivyokuwepo zamani. Kituo hiki kinatazamiwa kuwahudumia wakazi wa kaunti za Makueni na Kajiado na kuboresha kwa kiwango kikubwa upatikanaji wa huduma bora za afya ya kina mama kwa maelfu ya familia katika eneo hilo. Maternal mortality deaths across the country is unacceptably high. Mm. We are losing about 350 mothers. This is the national average, 350 mothers for every 100,000 live births. Now the global target is at 70. So you can see The, the, the reason why we are losing mothers the reason why we are losing children one is about distance and also it's about the facilities that are available ambao walikuwa wanatumia, walikuwa wanakaa watu wanne, haikuwa wodi, vitanda vilikuwa viti, na walikuwa wanalala na watoto wao wale, wamejifungua wale wamefanya posnato, wale watoto wao wanaugua wadogo, wale wakubwa, walikuwa wote wanakaa mahali pamoja. Kwa hivyo ni jambo la muhimu kwamba Safaricom na Mpesa Foundation wameweza kutusaidia tufanye hii.